Nafahamiana? Na akasema al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza. Ikhlasu ad-din lillahi ta'ala wahdahu la sharika la, msingi wa kwanza ni kuitakasa dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. La sharika lahu, hana mshirika wa. Bayanu dhiddihi, na kubainisha kinyume chake

msingi huu wa tauhidi kwa sura nyingi tofauti tofauti, bikalamin, kwa maneno ambayo yafhamuhu, anayafahamu abladul amma, yule mtu mzito kuelewa katika watu wa kawaida. Abladul amma ni yule mtu ambaye kwanza ni katika watu wa kawaida wasiojishughulisha na ilmu, lakini pia ana ufahamu mzito ablad Ablaj, eh, tukisema balidu balidu ni mtu mzito kuelewa, ablad mzito zaidi wa kuelewa, yaani ukimfundisha kitu haelewi, mpaka urejee rejee mara nyingi, hii ndo anaelewa. Lakini namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameubainisha msingi huu wa ikhlas, msingi huu wa, wa tauhidi ndani ya Qur'an na kwa ule wingi wa zile sura za ubainishaji wa msingi huu, imefikia hatua yale maneno ya kubainisha msingi huu aliyotumia Allah anayafahamu mpaka yule mtu namna hii, ni yani mtu ambaye ni mzito kuliko wote kufahamu, mzito kuelewa, anayeelewa sasa. Ikiwa hali ni hii, yani mtu ambaye ni mzito kuelewa anaelewa msingi huu kutokana na namna ambavyo Allah ameubainisha, itakuwaje hali kwa yule ambaye ni mwenye uelewa haraka bila shaka yule ambaye ufahamu wake ni haraka atakuwa anaelewa vizuri zaidi na zaidi, msingi huu, ya kwamba tunapaswa kuelekeza eh, matendo yetu yote kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika dini pasina kumshirikisha na chochote katika hilo, na kuwa mbali na ushirikina na watu wake. Thumma lamma sara ala akthari lummati masara, anasema Sheikh rahimahullah, kisha yalipotokea katika wengi miongoni mwa watu wa umma huu yaliyotokea eh. thumma lama sara ala akthari lummati ma sara, kisha pindi yalipotokea eh, kwa wengi katika watu wa umma yale yaliyotokea miongoni mwa bid'a, mwa shirki eh, na upotevu adhara lahum lshaitanu likhlasa akawadhihirishia shaitani ikhlasi fi surati tanaqusi salihin, katika sura ya kuto kuwaheshimu watu wema, wa taksiri fi huquqihim, na kuwapunguzia haki zao. Yani shaitani akawapambia watu na kuwaonyesha ya kwamba unaposema ikhlasi unasema kuhusiana na kuto kuwaheshimu watu wema na unasema kuhusiana na kupunguza haki zao, yaani wewe ukilingania ikhlasu ukitangaza ikhlas kwamba tunapaswa kumwabudu Allah peke yake na kumwelekezea yeye matendo yetu yote, wanakwambia au yeye shetani anakuonyesha, kuonyesha kwamba kwa kule kuwa hivyo wewe una wavunjia heshima watu wema na unawapunguzia haki zao kwa kule kusema ibada tunatakikana kuzielekeza zote kwa Allah subhanahu wataala, moja kwa moja. Bali jambo ambalo lina sawa kwake yeye na wafuasi wake ni kwamba ibada zielekezwe kwanza kwa watu wema, alafu wao watu wema ndio wawe ni viunganishi baina yetu sisi na Allah subhanahu wataala, na huu ndio ushirikina wenyewe. Hatupaswi kuabudu viumbe hata kama ni wema. Hatupaswi kuabudu wafu wala kuabudu makaburi wala mizimu wala jua wala mwezi wala chochote katika viumbe, kwa hoja kwamba viumbe hivi vitatukorubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana, bali njia ya kwa Allah ni fupi, tuelekee kwa Allah moja kwa moja. Hakuna haja ya kutafuta wasaidizi, viunganishi kwamba ni muombe babu yangu aliye kaburini, ni muombe shekhe wangu aliye kaburini, au nikamuombe shekhe wangu e, nyumbani kwake, vitu ambavyo hawezi kuvitekeleza isipokuwa Allah, alafu huyo shekhe e, na huyo mzee wangu na huyo mfu aliye kaburini na huo mzimu wao watakuwa ni viunganishi baina yangu mimi na Allah kwa ukaribu zaidi jambo hili ni jambo la kimakosa Allah yupo karibu na sisi tunapaswa kumwomba yeye moja kwa moja na kumwelekezea yeye peke yake ibada tunafahamiana eh naam wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'an Allah anasema na watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi basi waeleze ya kuwa mimi nipo karibu, ninaitikia wito wa atakayenita, ninajibu maombi atakayeniomba. Kwa hiyo tumombe Allah subhanahu wa ta'ala. innahu qaribun, hakika yuko karibu zaidi. nafahamiana na shida yako yoyote ndogo kubwa, ielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kuielekeza kwa viumbe, mashekhe, wazee makaburi wafu na vitu vingine katika viumbe huwa sio muongozo wa dini yetu. Hizo ni rai na fikra na mapendekezo ya baadhi ya watu ambao ni wachache wa tauhidi na waliozama katika malezi ya kishirikina. Nafahamiana naam, anasema wa adhhara lahum shirka billahi

Kwa maana kwamba washirikina shaitani amewapambia kiasi ambacho wao wakaona hivi, kwamba tunapozungumzia ikhlas na kumwabudu Allah peke yake, pasina na kupita kwa hawa wafu na watu wa makaburini na hawa mashekhe sijui mawali, yani kule kumwabudu Allah bila kuwaomba hawa, tukaelekea wenyewe kwa Allah moja kwa moja bila kupita kwa viumbe hao Jambo hilo ni jambo ambalo linaonyesha kuwavunjia heshima watu wema na kuto kuwapa nafasi zao bali na kuwapunja na kuwapunguzia haki zao. Wao wanaona hivi na kule eh, ku anasema, waadhhara lahum shirka billah fi surati mahabbati salihina watibaihim. Na shaitani akawadhihirishia washirikina uh, kuwa Waalaikumsalam warahmatullah. Akawadhihirishia kuwa shirki, akaidhihirisha kwao katika sura ya kuwapenda watu wema na kuwafuata kwa maana kwamba wanapoenda kuwaomba mashekhe sawa eh, na wafu, yale ambayo hawezi kuyatekeleza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaomba huko wao eh, wanaona kuwa ni jambo la sawa na ni jambo zuri pamoja ya kuwa huo ndiyo ushirikina wenyewe. Unaoombaje? Wafu aliyekufa hawezi kusaidia chochote, hata kama ni katika yale ambayo kiumbe kawaida akiwa hai anaweza akasaidia. Yani kwa mfano, pesa pesa, mtu ukimwomba akiwa nayo, anakusaidia si ndio? Pesa ni katika vitu ambavyo mwanadamu au kiumbe anao uwezo wa kukusaidia, lakini unapoenda kuomba pesa kwa mtu ambaye amekufa, anakusaidiaje? Huyo aliyekufa yuko kaburini, yeye anahitajia msaada wako, wewe uliyokuwa hai umwombee kwa Allah msamaha, umwombee kwa Allah pepo na kadhalika. Sasa wewe unamuomba yeye, yeye hana hata asilimia moja ya kukusaidia wewe uliyokuwa hai, nafahamia. Huu ni ushirikina, huu ni ushirikina. Tunapaswa kumwomba Allah subhanahu wa taala peke yake. kul huwallahu ahadun Allahu samad. Allah ndiye aliyekusudiwa katika shida zote, zinafahamiana na sio kiumbe. Kadhalika hawa viumbe walioko hai hatupaswi kuwaomba yale ambayo hawezi kuyafanya, isipokuwa nani? Isipokuwa Allah subhanahu wa taala. Kwa mfano watu mkaandamana mkaenda kwa shekhe kumuomba mvua, shekhe anakupaje mvua yeye? anastoa mvua? shekhe amiliki mvua? Wazi, labda Tawasul kwa dua yake, kwa maana kama tunaenda kwa shekhe au kwa yule ambaye tunamdhania kuwa ni mcha Mungu wetu atuombe, sawa, atuombe kwa Allah shida zetu eh, Allah atufanyie kitu fulani na kitu fulani katika vitu vya khair, hiyo ina shida. Tukienda kumuomba shekhe na yule ambaye tunayemuona kwamba ni mcha Mungu kwetu sisi, atuombe kwa Allah, eh, Allah, sio tumuombe yeye, tunaenda kumuomba atuombe kwa Allah. Eh, labda mtu anafanya kazi akawa ameenda kwa shekhe wake, akamwambia shekhe, bwana kuna jambo na kusudia kulifanya kazini kwangu, sasa naomba uniombee kwa Allah nifanye wepesi. Yeye ana shida, lakini sio unaenda kumuomba shekhe kama yeye shekhe akufanye wepesi katika mambo yako, haiwezekani. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, si nafahamiana hayo? Kadhalik, mtu anaenda kwa shekhe eh, anaenda kuomba uzazi Yani mtu ameoa au ameolewa alafu kachelewa kupata mtoto, anamfuata shekhe, anamwomba shekhe e, amfanye apate uzazi. Kwani shehe e, ana sto ya vizazi au anasto ya watoto, kwamba wewe ukienda kumuomba anakupatia watoto? Haiwezekani, hicho kitu ni kitu kisichofaa. nikua tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwenyewe ndiye ambaye yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukuru au zawijuhum dhukuranan wainatha inatha wa ajali wa manyashau u aqima, Allah ndiye ambaye anamruzuku kumpatia amtakae, a, wa kike au wa kiume, na kumpatia amtakae watoto wa kike au watoto wa kiume au anawachanganyia wa kiume na wa kike na anamfanya amtakae kuwa ni tasa, yani mtu asiyezaa. Nafahamiana kwa hili, ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala, si shekhe wala mzee wala mtu fulani, hata kama ni walii hamiliki jambo hilo. Nafahamiana jamani, eh? Kwa hiyo kule kuwaomba kuwa wafu na wema, eh? shaitani akawadhihirishia washirikina kuwa kufanya hivyo ndio kuwapenda hao watu wema na kuwaheshimu na kuwafuata, ila hali halisia ni kinyume chake, kwamba huko sio kuwapenda bal huo ni ushirikina na ni kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni msingi wa kwanza katika misingi hii sita.